Karibu sana mpenzi mtazamaji ndani ya mada yetu ya leo ikiwa ni siku kubwa sana kwa mtaala wa CBE ama CBC ikizingatiwa kwamba um, ile tathmini ya gredi ya sita na gredi ya tisa itakuwa inatolewa rasmi leo ili kuweza kujua kwa mara ya kwanza, Kenya itakuwa inavuka sakafu kielimu na kuingia katika uh, gredi ya kumi kwa mara ya kwanza. Na hapa Kajiado pia wasa, wazazi wana um, wanahisia tofauti tofauti wakizidi kusubiri um, uh, huo tathmini iweze kutolewa hapo baadaye na Wizara ya Elimu, lakini nitazungumza na wao nisikie labda hisia zao ni zipi, wanatarajia nini, na kwa sababu ni mara ya kwanza, labda wamejiandaa vipi hususan kuingia katika grade ya kumi. Utakaribia tu hapa hivi, nina wazazi kadhaa hapa. Karibia tu hapa hivi, alafu tueleze kwa majina yako. Kisha kwanza kabisa umewahi kuwa mzazi katika ile mfumo mwingine wa darasa la nane, form 4 na mambo kama yale. Sasa ni tofauti kabisa, wewe ni mzazi wa grade ya tisa. Je, leo unahisi vipi? kwa majina, naitwa Emily na mimi ni mzazi wa JSS. Uh, mtoto wangu ndio amefanya mtihani ambaye ni wa JSS juzi KJSEA, na katika mifumo yote miwili mimi nimekuwa mzazi, kwa sababu niko na watoto wengine ambaye walipitia ule wali mfumo wa kwanza wa awali na hii ya leo uh, hii ya leo uh, ambaye tunatarajia siku ya leo kupokea matokeo ya watoto wetu ambaye hatujui tunaipokea kwa njia gani, manake ni tofauti na ile ya kwanza uh. Tumeona mabadiliko makubwa sana kwa sababu wakati ule wa kwanza tulikuwa tunajua kwamba tukifanya mtihani wa darasa la nane kulikuwa na matokeo alafu watoto wanaenda secondary schools, lakini kwa sasa hivi watoto wamesoma miaka tisa, uh, primary, ambaye tunaambiwa sasa wanaenda kwa senior schools ambaye walipewa wakaweza kuchagua shule ambazo hata hatujui transition inafanyika aje. Sisi ni pioneers. Sisi ndio wale tulianza mara ya kwanza na tumekuwa na lot of confusion. Ni mm, maana hatujui tunaelekea wapi. Sisi ni kuelekezwa tu, tunaelekezwa. Kwa hivyo kufikia saa hizi hata hatuelewi tuko wapi. Sisi lab labda, ule mtihani mwingine kulikuwa na kuorodhesha wanafunzi kwamba huyu amepata alama hii. Sasa hapa tu ni tathmini ili mwanafunzi aweze kwenda katika grade ya kumi. Je, kama mzazi kuna pia ile namna ya kuchagua shule unachukuliaje hilo? Mambo kuchagua shule kwanza ilitukanganya, maanake hata hatujui tunachagua shule ya kwenda wapi. Maanake mbeleni tulikuwa tunachagua shule tukijua ya kwamba mtoto haki, ana transist from class A to To form one. Lakini hii tunaambiwa kwamba ni mfumo ambaye ni, ni tofauti sana haina hata grading. So hata hatuko tunaelewa tunafanya nini wakati wa kuchagua shule. So kwa sasa tunangoja tu chenye tutaambiwa, manake so far we are tuko kwa giza. Hatujui tunaelekea wapi. Asante sana. Haya, asante sana. Wacha tupate pia Manafu, mzazi mwingine wa grade ya sita. Karibia tu hapa hivi halafu tuweze ku, labda hisia zako ni zipi wakati wizara ya elimu inatarajiwa kutoa tathmini hii ni siku ambayo tumeingojea sana ya ili tuone hii mfumo mpya. Unajua we are used to ile mfumo ya 844 ambayo waziri alikuwa anakuja, tunasomewa wanafunzi shule bora, lakini hii ya saa hii hatuna experience, hatujui itakuwa namna gani. So tunaongojea serikali vile itasema, ndio. Asante sana mwalimu, tukimalizia tu kidogo. aha Wacha tuzungumze na mwalimu mkuu hapa. Mwalimu mkuu karibia tu hapa hivi, halafu ukiangalia kamera. Nyinyi kama walimu mna mko kwenye mpito sasa ya kuelekeza wanafunzi katika gredi ya kumi, je, hebu tueleze, wale wanafunzi umewaandaa vipi? Wazazi umewatayarisha vipi, hususan kuhusiana na zile shule ambazo uh, wanafunzi wanaenda kwenda katika gredi ya kumi? Asante uh, sana uh, uh, tumewaandaa wanafunzi vizuri, tuliwaandaa vizuri na niko na uhakika kwamba watoto hawa Uh, wanaelekea kwa grade uh, kumi wakiwa wameandaliwa vizuri sana, na tumekuwa na kipindi ambacho tumekuwa na engagement na wazazi uh, kuwaelekeza kuhusu selection za shule na tumefanya hivyo, na ninajua kwamba kila kitu kitaenda shwari. Ninajua kitu kipya kina changamoto zake, na m, kuna m, ile hali ya kawaida ya ubinadamu ya kuwa na wasiwasi wasi, lakini ninajua kwamba yote yatakuwa shwari. Naam, tukimalizia tu labda, tukimalizia tukimali tu labda, kuna kuchagua zile pathways sasa. Hapa wana, walimu na wa, wa, wanafunzi tayari mmeshawaelewesha vizuri kwamba yule anataka kuchukua mkondo wa sayansi uh, sayansi ya jamii na maswala kama yale, je, mmewaelekeza vilivyo? Barabara, tumefanya jambo hilo mapema kabisa. Aa, na tukizingatia pia aa, mtazamo kutoka kwa mtoto, anaona anataka kuchukua pathway gani? mm -hmm. Na sisi kama walimu kutoa wasia wetu kama kulingana na uwezo wa mtoto kimasomo. Kwa hivyo jambo hilo tumelifanya vizuri na ninajua kwamba tunatarajia kwamba zile shule ambazo watoto walichagua wataitwa kule na bila shaka wataendelea vizuri. Haya, asante sana. Hawa ni wazazi wa grade ya tisa na vilevile grade ya sita na umemsikia pia mwalimu akitoa kauli yake kuhusiana na siku hii. Itakumbuka kwamba yule mzazi wa kwanza ambaye sasa ndiye atakuwa kwenye huo mpito wa grade ya kumi anasema kuna mkanganyiko kidogo, hawaelewi vizuri, japo tunatarajia kwamba wizara ya elimu itaweza kunyosha maelezo ili uh, kila kitu kikuwe sawa, hususan wakati ambapo um, hii leo tunatarajia tathmini ya grade ya sita na ya tisa kuweza kutolewa lakini kwa, kwa, kwa hayo kutoka kaunti ya Kajiado sina la ziada ila kwa sasa, tuelekee katika kaunti ya Nyamira ambapo mwenzangu Duncan Bundi yuko standby. Kazi kwako Duncan Bundi. Na mleo hii tunapotarajia matokeo ya mtihani wa shule za sekondari msingi hapa katika kaunti hii ya Nyamira, leo hii tupo Nyamira mjini ambapo tunaungana na baadhi ya walimu na vilevile wazazi wa wanafunzi wa sekondari msingi, ili na watuambie matarajio yao ni yapi, na pengine baadhi ya changamoto ambazo walikabiliana nazo kabla ya wanafunzi kufanya mitihani hii. Mtihani ambao unatokea siku ya leo, niko na uhakika kwamba wanafunzi walifanya bidii yao na matokeo yao hayatakuwa mabaya, japo changamoto kubwa ambayo niliona ilikuwa ni tulikuwa na upungufu wa walimu, sababu ukiangalia tangu hi um, um, um, um, CBC hii ianze Uh, mwaka wa 2023 mpaka saa hii kwa shule za junior school tuko na walimu kama watatu wa so. Kwa hao walimu watatu na ukiangalia na kazi ambayo wanafaa kufanya kweli changamoto ipo, sababu hata mimi mwenyewe ilibidi nifunze, eh, subject zingine ambazo sikuwa nimezisomea ambayo ni changamoto kidogo, lakini tulipambana. Matokeo hayatakuwa mazuri sana, lakini yatakuwa ya wastani e. Changamoto zenye tumepitia ni zile tulipata wanafunzi kama mimi, ni mtu na savu intani tulipata wanafunzi wenye wamekuwa wakifunzwa hili somo la sayansi na walimu wenye wajahitimu hilo somo, so nimekabiliana kujaribu kutoa zile vitu zenye hawakuwa wanaelewa, na walimu wenye walikuwa wanawafunza pia hawana hiyo tajiriba ya kuwaeleza vile inafaa ikuwe. Uh, we are facing challenges from the uh, management. Sometimes when we are talking what we need, the, our head of institutions don't regard it as something bothered. But after all, we are expecting our learners to do their best according to our effort we have done. Nimeona matokeo yatakuja, lakini hayatakuwa mazuri sana, lakini yatakuwa mazuri kwa sababu walimu wamejitahidi zaidi hata eh, ingawa hatukukuwa na vifaa ambavyo vimetosha upande wa uthabiti tuseme, malaboratories na zile practicals, walete hizo sisaidie, sababu tunatarajia matokeo mazuri mwaka ujao, kwa sababu itakuwa wameajili wa walimu ambao wamehitimu mambo ya ufundi mbalimbali mbali, ili tupate watu wa kusomesa mambo ya STEM. Generally we are expecting an average kind of result Of course we shall have some who are doing more better but uh, we shall have an average kind of result maybe majority of the learners will be somehow slightly below average but uh, the challenges were there like uh, issues of science you understand that we had science teachers for uh, one year they were employed last year uh, in internship and so we expect them to give us the best we are expecting these learners to head to senior school and of course in senior school they will they will face the challenge of uh, uh, these teachers of uh, science we face the challenge because of uh, uh, preparedness some of these learners they have not been prepared fully but we expect a good result from them Nam, hao ni baadhi ya wadau wakiwemo walimu na vilevile vile wazazi wa wanafunzi wa shule za sekondari msingi kutoka kaunti hii ya Nyamira, wengi wakisema kwamba wanatarajia matokeo ya wastani kwa sababu ya changamoto mbalimbali mbali ambazo walipitia haswa katika masomo ya sayansi. kipotea ninge Citizen kutoka kaunti hii ya Nyamira, langu jina ni Dankan Bundi. Nam. Bila shaka tunaendelea na mazungumzo yetu, kauli kutoka kwa wananchi. Nafikiri pengine nipate hisia uh, nikianza na bwana uh, Kennedy tafadhali, maanake sijakupa muda kuzungumza mengi sana, lakini pia uweze kuchangia um, kwa sababu mwisho wa siku hawa wanafunzi wote lazima kuna mahali watakutana, ambayo ni chuo kikuu hiyo ni mwanafunzi ametoka shule e, e, ya msingi ambayo inamilikiwa e, iko chini ya serikali, mm -hmm. au shule ya msingi ya kibinafsi na kadhalika. Mwisho wa siku wengi wanakutana katika vyuo, viko hata wale ambao wanasomea pengine mtaala wa kimataifa mm -hmm. E, ni kitu gani unahisi kifanyike ili kuweza kusawazisha hali hasa watoto wakiwa wadogo e, mpaka kuelekea juu ikiwa tunalinganisha tofauti za JS tunalinganisha tofauti za shule e, kimazingira na kadhalika? Asante sana Nimru, ningependekeza kwamba serikali iweze kama ni hizo resources ambazo walimu wa JS wana complain kuhusu, ziweze kufika pale mashinani kwa muda unaofaa, kama ni hizi shule, kwa sababu Kenya hatuna mtoto wa shule ya kibinafsi na mtoto wa shule ya serikali, wote ni watoto na wote ni wa Kenya. Kwa hivyo kila Mkenya, mtoto Mkenya ako na haki ya kupata ile tunaita basic education. So kwa mtazamo wangu ningependa kusema serikali ijizatiti kidogo ihakikishe kwamba zile rasilimali ambazo ziko kwa shule za kibinafsi kama hapa mjini Nairobi zimeweza kufika pale mashinani. Viongozi ambao wamesimamia hawa majimbo wawajibike, kwamba nilivyosema hapo awali kwamba kama serikali haiwezi, tunaweza partner na mashirika ambayo si ya kiserikali, tuhakikishe kwamba watoto wetu wote kuna ile tunaita equality Manaake watakapo transition kwenda university, hakuna university ambayo utasema umegraduate kibinafsi na, na kiserikali wama. Sisi wote ni Wakenya tutakapo wale angalaw, watakuja kuchangia eyela kwenye... Hapo ndio asawaa pa, <laughs> lakini huku kwengine bado changamoto ziko sasa, sasa ikiwa katika masomo ya juu e, tunaweza kama wananchi Hmm. kusawazisha hali, mbona huku chini hatusawazishi hali na tunakuwa na mtafaruku wa mara kwa mara? Pengine nisikize mchango wako kama mtu ambaye ameshiriki katika uh, masuala ya elimu kibinafsi, hmm, na pia kuweza kushiriki masuala ya kielimu kwa kufundisha watoto ama kuwa na watoto ambao wameelimishwa katika mitaala ya humu nchini. <coughs> Ma, kichangia hapo ni kwamba unakuta sasa watoto wote hawafanani, pia wa, uwezo wa wazazi wote si sawia. <coughs> Sasa kuna wale ambao mashinani, kuna wale wako meleloa mjini, kuna wale wako shule za kibinafsi ambazo ni za kifahari. Utakuta pia kuna shule hizo za umma ambazo zingine ni kama shule za kibinafsi, kulingana na ma mahali shule ile ilipo. Sababu uweze kufananisha shule tuseme kama acha nitoe tu ile iko hapa karibu na kwetu St George's, uifananishe na shule ambayo iko tuseme kama kaunti ya Narok huko ndani ndani mazingira ni tofauti, lakini sasa, kulingana na vile nini, karikulamu ni ile ile, watu wanafanya the same karikulamu, hakuna ti, wale wanafanya na assessment ni zile zile, na watu wanaweka kwa ratili moja pamoja. Kwa hivyo wale wa kulingana na vile walivyo, ndio maana unaona sasa huu mtaala unaleta mambo ya hizi pathways, mtoto aende kulingana na uwezo ambao uko nao. Kwa hivyo hata yule uko huko akifanya nini, sio ati hawezi watakuja kutana kule mbele, lakini unaweza kuta hata yule wa huko mashinani ako sawa. Ni vile tu anakosa vi, vifaa, ndio hapo. Na mwenzangu amesema kwamba tujaribu kuleta mtaala wa CBC, kuna core competencies, mojawapo ni creative, ubunifu mm hata -hmm. Wale wako huko mashinani wajaribu kubuni njia mbadala za kufanya yale mambo mm. Inafanya huu mtoto wa mjini kulingana na mazingira ya mazingira na yule wa mjini na huko, wawe sahihi, kwa sababu hata ikija ni project ambayo inatoka kwa KNEC haikuji ati yani watoto wa Merisho ani watoto wa shule iko vijijini na wapi zote zinatoka pamoja, na anaambia watumie locally available materials. Sasa zile materials ambazo niko nazo mimi katika ile shule yangu nipo zinaweza kuwa si sawa na za yule, lakini wote tunafanya kitu kimoja. Mwoja. Kitu kimoja, kwa hivyo hapo ndio usawia unaingia. Nataka nichangie mmoja hapa, hata kama tunasema kwamba kila mtu abuni, I think kunafaa kukuwa na ile bare minimum kwa shule za serikali. mm -hmm. Ile ya kusema kwamba hata ikiwe mbaya vipi lazima wote tukwe pande hii kwa, kwa, kwa sababu na, yeah. sababu mtakuwa cha uendelee, lakini mm -hmm. nakubaliana nayo kwa sababu gani? Kwa sababu utakuta shule nyingi zimeanzishwa miaka ya nyuma. mm -hmm. si kwamba zimeanzishwa sasa. In fact, mm -hmm. shule ambazo zimeanzishwa sasa zina mudu zaidi. mm -hmm. Uh, mtazamaji pole, tunakatiza mazungumzo yetu kidogo tichabet, nitakupa nafasi uende kuendelea. Uh, ni dada yetu huyu uh, Trufena Mudhoni kutoka kaunti ya Nyeri akiwa yuko karibu kuweka rekodi mpya uh, ya kuweza kukumbatia mti kwa saa sabini na mbili. Atakuwa anakamilisha kazi hiyo ifikapo saa sita na dakika ishirini na tano ambayo inagonga hivi sasa, nafikiri kama sikukosea, bado dakika mbili <coughs> E, nimeambiwa bado dakika mbili, nafikiri e, kronomita yangu ya mkononi iko mbele kushinda ya simu ndiposa <laughs> e, unaona shamra shamra. Tusikize kama tunaweza kupata sauti e, shamra shamra zilivyo, maanake atakuwa anaweka rekodi ya ulimwengu mzima, e, ya kukumbatia mti kwa saa sabini na mbili. Mudhoni akiwa ameweka rekodi hapo ya ulimwengu kwa kukumbatia mti kwa saa 72 bila kupumzika aki anyeri, e, akifumaniwa na wakazi wa Nyeri, e, walikuwa hawamtambui lakini sasa wanamtambua. e, Ndiyo, e, hali ya kuweka historia. Chebet, sijui kama ana yapi ya kuchangia kuhusiana na historia hii na, hapa nafurahia tu sana kwa sababu ukimwangalia mwanadada huyu ni mdogo sana, ni mchanga, nafikiri ana miaka 22 na na pia ile kupenda mambo ya mazingira, kwa hivyo ukiangalia, Wangari Maathai alikuwa ni, ni mwanamke ambaye tunamwenzi katika sekta so, kwa sababu mimi namfurahia tu, nasikia Nam. vizuri Nam. bila shaka, uh, ni jambo la kufurahia kwamba mm. ameweza kumudu eh, masaa yote hayo sabini na mbili na mpaka sasa hivi anaweza kufurahiwa na wananchi. Uh, hisia tofauti. Nafikiri bwana Osoro huyu alikuwa pengine ni mwanafunzi tu, si kitambo sana, unaweza kusemaje kuhusiana na yale matukio? Ah, ah, kwa maoni yangu mimi naweza kumpongeza kwa sababu tunataka watu ambao wanapenda kuzingatia mambo ya kimazingira, Naam. na ni vizuri kila mtu ana mambo ya yale ambayo anapenda, Naam. so, tunamwombea mema. Naam. Tomkin bila shaka anatumia kitu ambacho kimewaleta Wakenya pamoja, pamoja kitu ambacho pengine watu hawakutarajia kinaweza kufanyika. mm. Eh, kwa mfano ninavyosema nna, sasa hivi wengi pale Nyeri walikuwa hawamjui. mm. eh, wamemwona tu pengine kwenye mtandao kwenye televisheni ndio wakavutiwa mm-hmm. na kitu kama kile, kwa hivyo mm. inakuwa ni kitu ambacho kinakuwa na mm. athari za siku za usoni na ni athari nzuri, yani effect ambazo zinatokana na maswala kama haya. Nami pia nampa mkono wa tahania na yeye ni kwamba anazingatia ya mambo na CBC creativity pia. Nah. Aliweza kuwazia alafu akasema hii kitu. Unakumbuka yule jamaa ambaye aliwakidheri ambaye alipatiwa nah. head of state commendation hapo nah. hivyo. Nah. Kufanya tu kitu ambacho, ambacho watu wamezoea kukifanya nah. tu. Nah. Usifanye hiyo. Unafanya kitu ambacho ni tofauti na hiyo pia inahitaji nah. ustahimilifu wa hali ya juu, nah. kujitolea, kujinyima, kujikaza na kusema kwamba mimi nitakuwa mtu wa kwanza kufanya kitu fulani. Na huo ni mwamko. Maana wa, wanafunzi hata wa CBC ambao na subiri matokeo yao atawazia tu kitu fulani, kitu wacha mimi ni, nifanye kitu fulani, ubunifu, labda kitu ita. Na. Ubunifu ambao unakuwa na manufaa manufaa, <laughs> isiwe kwamba inaleta athari hasi na, kwa kwako wewe mwenyewe na, na pia kwa wanajamii. Kwa hivyo nampa mkono wa tahania kwa ule ubunifu na, na pia mi nawazia kufanya kitu chochote ambacho pia kita <laughs> labda kuniweka katika ramani ya dunia. <laughs> <laughs> labda, labda, labda umalize mtafaruku kati <laughs> ya JS na JS, tumalize <laughs> ja, mtafaruku wa JS <laughs> na... pengine dakika <laughs> <laughs> sekunde chache, eh, asante. ah, asante sana Nimrod. Mimi kama mwalimu leo ningependa kumpongeza dada yetu pale Nyeri kwa sababu huu ni ubunifu wa hali ya juu dunia mzima imeweza kushuhudia kwamba kenya kuna mtoto mdogo wa umri mdogo zaidi ambaye anaweza hamasisha watu umuhimu wa mazingira no, no. pale darasani tunafundisha wanafunzi wetu kwamba it is a little things that you do. si yale mambo makubwa unayofanya ni yale madogo madogo no, no. leo hivi kenya sidhani kuna mtu ambaye atakata mti kiholela And for me nimpongeze na wananchi wote wa kaunti ya nyeri kwa kutuletea mwanadada mdogo ambaye ako na akili na ubunifu wa hali ya juu. Naam, kitu kinajitokeza pia, bwana Karanja, ni kwamba ni ujasiri hmm, na naamini kwamba mtaala mta huu wa CBC ambao tumeuzungumzia pia hmm, unaleta e, hali hiyo ya kwamba mwanafunzi lazima awe na ujasiri hata shuleni hmm, pengine kwa sekunde chache kwa... self efficacy. <laughs> Kwanza kabisa ni hongera kwa Tufena. Na ameweka Kenya katika ramani, katika ramani mpya na kitu ambacho ambayo watu wengi hawangefikiria. Kwa hivyo unaona kitu kidogo tu kimemfanya ajulikane. Pia katika hiyo mtaala ambao tuko nao ni vitu vidogo vidogo tu kama wewe ubunifu mwanafunzi atanaweza toka tu na jambo kidogo tu darasani na limweke mahali na. Kwa hivyo sisi kama washikadao katika sekta ya elimu ni kuangalia wanafunzi wale tuko nao na, tuone ubunifu wao, tuwasaidie na tu No, waelekeze vilivyo. Nilikuwa kumalizia, nilikuwa nimekatiza, nikupe fursa kuendelea na uh, hisia zako na pia kwa sababu najua unaelekea kufuatilia shughuli mm nyingine pengine, yeah. Kauli yako ya mwisho um, labda <coughs> ilikuwa tunazungumzia maswala ya uh, watu wa, mambo ya walimu wazazi na wanafunzi kwa pamoja, kwa sababu kumbuka kwamba wale ambao tulianza uh, grade ya kwanza kule uh, CBC ikiitwa CBC <coughs> kumekuwa na na changamoto nyingi zaidi, kwa wakati mwingine unazungumza na mwalimu hata yeye mwenyewe haelewi <coughs> ile Uh, inafanyika lakini, ukiangalia sasa hivi JS hapa, kumekuwa na ule mwanga, kumetokea barabara, tunaweza angalia, tunajua tunaelekea wapi. Lakini swala ambalo nilikuwa nataka kulizungumzia wakati ule ni wakati tunaelekea uh, vyo vikuu, kuna ile wazo ambao tumekuwa tukiweka wale ambao hawajafikisha kiwango kwamba wanaenda TVET, and that is uh, the problem, kwa sababu huwa tunadunisha tunaona kwamba wale ambao wanaenda tivet ni kama wako chini kidogo, so kwa, ya, kwa haya yote wizara um, ya elimu iweze kuangazia zaidi, kukuwe na ile bare minimum kwa shule zote za serikali. Hata kama tunasema kwamba walimu na wanafunzi na wazazi tuwe wabunifu, lakini, ni sawa lakini jukumu la serikali ni kuhakikisha kwamba this is the bare minimum katika shule zetu zote kwa sababu kwa sababu kila mzazi ni mlipa ushuru na yeah, haki ya kupata vile vifaa ambavyo mtoto wake mtoto wake anastahili. Nimro, nimetoka Marsabit juzi, kuna wa mahali ya, mbali zaidi karibu kilomita mia mbili na kutoka Marsabit uh, town, hao watu ni watu bado ni wa Kenya wanafanya wanalipa ushuru, lakini wa, ukiangalia kule hawaelewi kabisa ni nini inaendelea. Kwa hivyo sasa ukiangalia kama ministry ile allocation ambayo imepewa kwa ile eh, ya shule ni nini? Wewe unafanya county government. Tulifanya devolution kwa sababu tulikuwa tunasema ni kuleta rasilimali karibu na mwananchi wa kawaida. Mwananchi ni mwanafunzi, wewe ni mwanafunzi kwanza, ana future yake, ndio hapa, ndio determinant usipo invest. Alafu ni sawa kuibuni, bado tutakatai, tumesema tunaibuni, lakini serikali, usipo invest kwa huyu mwanafunzi, future yake utakuwa imeimaliza. Kwa hivyo tukwetu, na ile tunaangalia bare minimum na public school lazima kukuwe na nini, madarasa tuwe na, kama ni mahabara aima lakini tuaema ama kama kuna shule iko karibu, <laughs> karibu, karibu na mto, basi, lakini mto Nairobi wa sasa wale <laughs> karibu hiyo ya kimataifa hai mbali nayo. Tunakwenda, lakini tutakaporejea, mbali na kauli za mwisho, nataka tuzungumzie hili mtaala. Je, unaweka wanafunzi kama alivyosema bwana Kennedy, ni kwamba wanafunzi watoke, si watafute kazi. Kazi ziwatafute wao. Je, mtaala huu mwisho wa siku unasaidia wanafunzi kujiweka katika ramani ya ulimwengu ama ni mtaala tu ambao bado tunaofikiria eh, hapa nchini tu, ni mtaala ambao utasaidia pia wanafunzi kupata nafasi za kujumuika na wengine ulimwenguni ama namna gani? Hilo ni swala ambalo nataka tuliwazie kabla ya kukamilisha. Mtazamaji, tunakwenda mapumzikoni, tunarejea hivi punde.